Wabad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Dada zangu katika iman, tutaendelea na darsa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu mgeni wa mwisho. Dada zangu katika iman, je, tunajua mgeni wa mwisho alikuwa nani? Je, tunajua anataka nini kutoka kwa ziara yake kwetu, katika mkutano wake na sisi? Haji kwetu kwa tamaa ya mali zetu wala vyakula vyetu wala vinywaji vyetu au kutaka msaada kwetu au kutuombea au kufanya yaani shughuli ambayo hakuweza kuikamilisha kui. Bali mgeni huyu anatujia na ujumbe mahsus, si wewe si mimi wala familia zetu wala ukoo wetu wala watu wote wa ardhini wanaweza kumshawishi asiikamilishe na kui Nikisha, yani ugeni wake kwetu, dada zangu katika imani, basi hata kama tunaishi katika majumba ya kifahari zenye security ya hali ya juu na kufurahia walinzi na wasimamizi, hatuwezi kumzuia kuingia kukutana naye nasi wala kukutana naye nasi na kutatua alama zake nasi. Dada zangu katika imani, mgeni huyu hana haja ya kutuombea au ya kutuomba ruhusa ya kuingia majumbani mwetu wala kufanya miadi kabla ya kuja na kuondoka kwetu. Badala yake, anatujia wakati wowote na hali yoyote, iwe tuna shughuli nyingi au tuna afya njema au wagonjwa, tajiri au maskini, au tuko safarini au tunakaa Mgeni huyu dada zangu katika imani hana nafsi ya huruma kiasi cha kuathiriwa na maneno yetu au kilio chetu au labda kupiga nduru kwetu na kadhalika. Hana uwezo wa kutupa muda wa kutusubiri ili tuzingatie hali zetu. Pia hapokei hongo au zawadi, kwa sababu yani, kwa sababu pesa na mali zote za ulimwengu hazifai kitu kwake kwa kile alichokuja yani kukitekeleza katika amri ya Mola wake Subhanahu wa Taala. Anatutaka dada zangu katika imani, sisi sote yani, anatutaka sisi sote si baadhi yetu tu. Anataka nafsi zetu na sisi, na sisi na, yani na si mwingine ila ni malaka almauti yani, malaika wa mauti, malaika wa mauti, malaika wa mauti. Anasema Allah subhanahu wa Ta'ala katika Quran surat As-Sajda aya ya kumi na moja, baada audhu billahi min alshaitani rrajim: qul yatawaffakum malaku lmauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un, sema: atakufisheni malaika wa mauti aliyewekwa juu yenyu, kisha mtarejeshwa kwa mula wenyu mlezi. Anasema pia Allah subhanahu wa Ta'ala katika Quran surat Al-An'am aya sitini na moja hatta idha jaa ahadakum lmoutu tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Mpaka yanapomfikia mmoja wenu mauti mitum, yani mitume wetu humchukua nao hawashindwi dada zangu katika imani. Je, hatujui kwamba ziara ya malakalmauti ni jambo lisiloepukika na lisilojulikana, na wala haijalishi maisha yetu ni marefu au mafupi kiasi gani duniani? Na je, hatujui kwamba sisi sote ni wasafiri katika ulimwengu huu na ni wasafiri wanaokaribia kufika tunakokwenda na kutulia na je hatujui kwamba mzunguko wa maisha unakaribia kukoma, yaani mzunguko wetu wa maisha unakaribia kukoma, na kwamba treni ya maisha inakaribia safari yake ya mwisho kila saa na kila dakika. Dada zangu katika katika imani, mmoja wa watu wema alimsikia mtu akimlilia mtu aliyefariki dunia. Kwa hiyo akasema, ni ajabu jinsi gani kundi la wasafiri lime yani, lingelia juu ya msafiri ambaye amefika nyumbani kwake. Okay. Dada zangu katika imani ya Allah, Tunakuomba usitujalie kuwa miongoni mwa wale ambao malaika wanapozichukua nafsi zao, hupiga nyuso zao na migongo yao au tusiwe miongoni mwa wale ambao malaika wamewachukua na hali wamejidhulumu nafsi zao.

dhlika bianahum tabacu ma ashata llaha wakarihuu ridwanahu faahbata acmalahum, basi itakuwaje malaika watakapowafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao, hayo ni kwa sababu wao waliyafuata yaliyomchukiza Allah subhanahu wataala na wakachukia yanayomridhisha aka viangusha vitendo vyao. Dada zangu katika imani, je, hatujui kwamba malaika wa mauti anapo anapotembelea yani, anapotutembelea, maisha yetu yanaisha, kazi zetu zinapunguzwa na daftari zetu za matendo yetu zina, zinakunjwa na je, hatujui kwamba baada ya kutembelewa na malaika wa mauti hatuwezi kupata jambo jema hata moja. Hatuwezi kuswali raka mbili, hatuwezi kusoma aya hata moja katika Qur'an, hatuwezi kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala wala kumhimidi wala kueneza upweke wake au hata kuomba msamaha mara moja. Hatuwezi kadhalika kufunga siku moja wala kutoa sadaka hatuwezi kadhalika kufanya ibada ya haji na, na umra wala kufanya wema kwa jamaa au jirani. Dada zangu katika imani, wakati wa kufanya wema na ibada au kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala unakuwa umepita, na kilichobakia ni hisabu na malipo ya matendo mema na malipo ya madhambi zetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Quran, sura Almuminun: hatta idha jaa

wamin waraihim barzakhun ila yaumi yubathun, mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti, husema Mola wangu mlezi nirudishe, ili nifanye wema katika yale niliyoyawacha nyuma. Bali ni neno tu analolisema yeye, na nyuma yao kipo kizuizi, mpaka siku watakapofufuliwa. Dada zangu katika imani, yako wapi maandalizi yetu ya kukutana na malaika al-maut? yako wapi maandalizi yetu na maovu yani ya madhambi yetu yanayokuja baada yake kaburini? Yako wapi maandalizi yetu katika kaburi na adhabu ya kaburini na, na kadhalika, siku ya kufufuliwa na maandalizi yetu ya siku ya kufufuliwa na maandalizi yetu yanapopimwa amali zetu. Dada zangu katika imani yani katika mizan na miguu yetu yakivuka sirat na kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yako wapi maandalizi yetu kwa haya yote? Dada zangu katika imani, kutoka kwa Adi bin Hatim radiallahu anhu ambaye amesema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: ma minkum min ahadin illa

bishiki tamrun walau bikalimatin tayyibatun walau bikalimatin tayyibatun mutafiqun alayhi. Yani, anasema hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna yoyote katika nyinyi ila Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza naye siku ya Kiyama, na hakuna msafiri bay, yani mfasiri baina yake na yeye, atatazama o atatizama kuliani kwake na haoni ila alichokichuma katika amali yake, na atatazama mbele yake na hataona chochote ila moto. Uso wake utauona mbele yake. Basi jikingeni na moto, hata kama ni kwa nusu ya tende au kwa neno la kheri. Haya yamepokewa na Imam Bukhari na Imam Muslim. Dada zangu katika imani, mauti inatukaribia kila wakati na kila sekunde pumzi za roho zetu zinapungua kila kukicha, lakini dhambi zetu zinaongezeka. Dada zangu katika imani, Imam Ibn Alqayim ametaja katika kitabu chake Adat Aswabirin kutoka kwa Yazid Bin Maisar ambaye amesema, kulikuwa na mtu mmoja miongoni mwa waliofariki ambaye alikuwa amekusanya mali na kuzihifadhi, kisha akageukia nafsi yake akiwa na familia yake na kusema, ni mwaka gani wa starehe? Kisha malaika wa mauti akamjia na kubisha mlango kwa sura ya maskini. Wakatoka kwenda kwake, yani kwa malakal maut aliyekuwa katika sura ya maskini, akasema, nitieni mwenye nyumba, yani akasema malakal maut, nitieni mwenye nyumba Wakasema kwa dharau, bwana wetu hawezi kukutana na mtu kama wewe. Kisha akakaa kidogo, kisha akarudi na kubisha mlango na kufanya vile vile na kusema, mwambieni kwamba mimi ni malakal maut, yani malaika wa mauti. Bwana wao aliposikia hivyo akaketi kwa uoga na kusema, sema naye kwa upole Waka, yani wakasema kumuuliza malaka almaut kwa upole kama alivyo uh, amrishu, kama walivyoamrishwa na bwana wao, unataka nini isipokuwa bwana wetu Allah akubariki. Akasema malaka almaut hapana, akaingia kwake na akasema kumwambia yule bwana tajiri, simama na utoe wasia wako ulioutoa kwani nitaichukua nafsi yako kabla sijaondoka. Familia yake ilipiga nduru, yaani ilipiga mayowe na kulia. Kisha akasema yule bwana tajiri kuambia, yaani familia yake, fungua masanduku, fungua mitungi ya fedha. Basi wakaifungua yote, naye akazigeukia zile fedha, akazilaani huku akisema kuhusu zile fedha wewe, ndio umenisahaulisha Mola wangu mlezi na ukanishughulisha nisifanye yani, kazi ya akhira yangu mpaka ukafika wakati wangu. Kisha pesa zikasema, usinilaani. Je, hukuwa mnyonge machoni mwa watu? Hivyo ndivyo ulijifakhirisha? Je, huku Yani, hukuwa na hisia au dalili yoyote ya mimi ku, yani, kukusahaulisha na akhira yako ili uzunduke mapema. Je, huku yani hu, haukuhudhuria yani, mabaraza ya wafalme na matajiri wakati yani watumishi wa Allah subhanahu wa ta'ala waadilifu wali walikuwepo wali, wali lakini hawakuthubutu kuingia nao kuhudhuria mabaraza zenyu za starehe za kidunia mimi. Fedha kama ungenitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala singekuasi. Ndiye wewe, yani, wewe ndiye wakulaaniwa kuliko mimi, unavyonilani mimi. Mimi na wewe, enyi wanadamu, tuliumbwa kwa udongo, wengine wanatoka kwa haki na wengine wanaenda katika dhambi. Hivi ndivyo pesa inavyosema. Kwa hivyo, tujitahadhari dada zangu katika iman, dada zangu katika iman, tujisunguze wenyewe wakati wa faragha, wakati wa free time yetu, na tutafakari jinsi maisha yanavyopita, na tutumie wakati wetu vyema kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ntakomea hapo kwa leo dada zangu katika iman, na tutaendelea na sehemu yetu ya pili ya, ya mada hii.